Kuna watu wanaishi maisha mafupi, lakini wakiacha alama ndefu. Kuna wanaotembea kimya kimya duniani, lakini kelele ya matendo yao inabaki hata baada ya miili yao kupumzika. Leo nataka nikupeleke kwenye maisha ya mtu mmoja ambaye hakuamka tu kufanya kazi, bali aliishi kama jukumu mtu ambaye mawazo yake yalitoa ajira, matumaini na mwelekeo wa kizazi kizima. Huyu ndiye Ruge Mutahaba. Ruge Bernard Mutahaba alizaliwa tarehe 7 Februari mwaka 1970 huko mkoani Kagera, eneo lenye utamaduni wa ushirikiano, ujasiri na heshima. Alikulia kwenye familia iliyothamini elimu, bidii na nidhamu. Wazazi wake walimfundisha mapema kwamba thamani ya mtu haipimwi kwa mali, bali kwa kile anachoweka mezani kwa jamii. Moja ya vitu ambavyo watu wengi hawajui ni kwamba Ruge hakuwahi kuwa mtoto wa makelele. Alikuwa mpole, mwenye tabia ya kuangalia kitu kimya kimya kabla ya kukielewa. Alikuwa mdadisi sana, alitaka kujua kwa nini kila kitu kinafanya kazi namna hiyo. Tabia hiyo ya uchunguzi ndiyo iliyomjenga baadaye na kuwa mbunifu wa hali ya juu. Lakini moyoni mwake kijana huyu alikuwa na kelele nyingi, kelele za ndoto mawazo mipango na masuala ya kwa nini ambayo hayakuisha aliwahi kusema kwamba akiwa mtoto mdogo aliuliza sana maswali mpaka mwalimu wake wa darasa la tatu akawahi kusema Ruge, na nukuu Ruge ukiendelea na masuala haya utakuja kuwa mtu wa mipango mingi kuliko muda wako mwisho wa kunukuu na kweli maneno hayo yakawa unabii wa maisha yake. Wakiwa watoto, marafiki zake waliomfahamu husema kwamba Ruge alikuwa anaamini kuwa hakuna tatizo dogo au kubwa, kila tatizo lina suluhisho, kauli ambayo ilikuja kutawala maisha yake yote. Safari yake ya elimu ilimfikisha Marekani kusomea mawasiliano lakini ukweli ni kwamba alisomea zaidi ya hapo. Alisomea watu, tabia zao, namna wanavyopambana, namna ndoto zinavyojengwa. Marafiki zake wanasema kuwa alikuwa mtu wa vitabu, lakini pia mtu wa kutazama watu kwa makini, kama vile anaandika kitabu kipya kinachoendelea wengi walikuwa wakilalamika kuhusu kazi nyingi, yeye alikuwa akisema na nukuu, kazi sio adhabu, ni uwekezaji wa ndoto zako, mwisho wa kunukuu. Aliporudi nchini hakukimbilia umaarufu, utajiri au nafasi kubwa. Aliporudi Tanzania hakukimbilia ofisini. Aliporudi Tanzania hakukimbilia ofisi yenye IC na kiti cha kuzunguka. Hapana, Ruge alianza chini, kwenye redio studio na kwenye ofisi ndogo ndogo. Alikuwa mtu wa msongamano wa mawazo, si msongamano wa magari. Alipoanza kufanya kazi na Clouds, hakwenda kama mfanyabiashara, alikwenda kama msukuma gurudumu. Aliona kitu ambacho wengine hawakukiona kwamba vijana wana vipaji lakini hawana jukwaa. Alianza kazi kwa kujitolea, akifanya mipango midogo midogo ya vipindi vya TV na redio. Lakini watu waliomfahamu walisema, ruge hakuingia kazini kutafuta pesa bali aliingia kutafuta mabadiliko na kweli alipojiunga na Clouds Media alibadilisha tasnia nzima ya burudani na utamaduni. Na haya ni baadhi ya mambo ambayo watu wengi hawayajui kuhusu safari yake ya kazi. Moja, alikuwa anafanya kazi zaidi usiku kuliko mchana. Mbili 2, mara nyingi hakulala akiwa anapanga mwelekeo wa vipindi, miradi na mikakati. tatu hakuwa mtu wa kutaka kuonekana, alipenda kubaki nyuma ya pazia. nne, alikuwa mkali kwenye nidhamu lakini pia mkarimu kwa watu wenye ndoto. tano, aliamini kuwa vipaji vina njaa na jukumu lake lilikuwa kuvishibisha. Ni vigumu kusimulia historia ya muziki wa bongo fleva bila kumtaja Ruge alikuwa sio tu msimamizi bali mjenzi wa mfumo mzima. Alisaidia kuinua wasanii vijana waliokuwa hawajulikani, kujenga tasnia isiyoonekana kama mziki tu bali kama ajira. Alisaidia pia kuweka mfumo wa matamasha, promotion na usimamizi, kupanga mwelekeo wa vipindi kama Take 1 XXL Clouds TV, Clouds TV shows na kadhalika. Watu wengi hawajui kwamba Ruge alikuwa na daftari maalum ambalo ndani yake aliandika mawazo ya miradi inayoweza kuinua vijana wa Tanzania. Baadhi walidhani ni ndoto za mbali, lakini nyingi zilitimia miaka kadhaa baadaye. Wakati watu wengi walijua Ruge kupitia tasnia ya burudani, siri yake kubwa ilikuwa kutumia burudani kama chombo cha kuelimisha, kupitia miradi kama Fursa Youth Empowerment, programu iliyoenda miaka zaidi ya ishirini nchini, ikitoa elimu ya ujasiri ya mali, kujitambua na kutengeneza ajira. Ruge aliamini vijana hawahitaji pesa kwanza, wanahitaji mwelekeo, taarifa na ujasiri. Mradi mwingine ulikuwa ni Fiesta. Wengi waliona kama tamasha la muziki, lakini kwake ilikuwa uunganishi wa vijana, ujenzi wa mitandao ya ajira na jukwaa la kuibua vipaji vipya. Mradi wa tatu ilikuwa ni vipindi vya uchambuzi na elimu Ruge alihakikisha Clouds Media inakuwa mahala pa mawazo mapya, taarifa sahihi na mijadala yenye kujenga. Ruge hakuwa mtu wa anasa, hakuwa mtu wa kujionyesha, hakuwa mtu wa kusimama na kujipigia debe. Moja ya mambo ambayo watu wengi hawajui ni kwamba alipenda kusoma vitabu vya historia na uchumi. Alipenda sana kutafsiri tabia za vijana, lakini pia alikuwa na uwezo mkubwa wa kukumbuka majina ya watu, hata wale walioonekana wadogo. Bila kusahau, alikuwa na nguzo tatu maishani: muda, nidhamu na marengo. Alikuwa anaamini kuwa mtu akichelewa kwenye matumizi ya muda basi amechelewa kwenye kila kitu maishani. Kuna siku aliwaambia wafanyakazi wake, na nukuu, ukichelewa kwenye kazi zangu mara tatu, na kuajiri kuwa mlinzi wa muda, kwa sababu unaonekana una ujuzi wa kuja kazini usiku, mwisho wa nukuu. Ingawa watu waliona mafanikio yake, walikosa kuona maumivu aliyoyabeba, uwiano mgumu kati ya kazi na familia presha ya kuwa kinara wakati wengine wanamsubiri ashindwe, kupigana na maradhi kimya kimya. Lakini pia Ruge hakupenda kuonyesha udhaifu. Wakati mwingine alikosa hata muda wa kupumzika, kwa sababu alihisi Tanzania ilikuwa bado inamhitaji. Aliwahi kusema kuwa ukiweza kusaidia kijana mmoja basi umeokoa taifa zima. Februari 2019, taifa lilisimama kimya. Habari zikaja, Ruge ametutoka. Februari 2019, taifa lilisimama kimya. Habari zikaja, Ruge ametutoka nchini Marekani alipokuwa akipatiwa matibabu. Kifo chake hakikuwa tu cha kupoteza mtu, kilikuwa kupoteza mfumo wa ubunifu, mwelekeo, mwalimu na mpambanaji wa maendeleo. Mazishi yake yalidhihirisha ukubwa wa alama yake. Vijana wa mikoa yote walilia, viongozi walilia, tasnia nzima ilitikisika. Leo hii jina la Ruge halijapotea kwa sababu miradi yake bado inaajiri maelfu ya vijana, vipindi alivyounda bado vinaelimisha, mfumo wa tasnia ya burudani aliyoujenga bado unafanya kazi, maono yake bado yanaongoza wajasiriamali vijana, kila msanii mkubwa Tanzania ana alama ya mikono yake. Na pengine urithi wake mkubwa kuliko vyote ni fikra kwamba kijana wa kawaida anaweza kubadilisha taifa zima. Kuna watu ambao huja duniani kama wanafunzi, kuna wengine huja kama walimu, lakini Ruge alikuja kama mwanga, mwanga ambao unawasha ndoto, unaonyesha njia, unaamsha matumaini. Aliondoka kimwili lakini kiroho na kiakili bado anatembea kwenye studio, bado anatembea kwenye maono ya vijana, bado anatembea kwenye historia ya nchi. Na sisi tunabaki na jukumu moja: kuyalinda mawazo yake, kuyakuza na kuyapeleka mbele zaidi, kwa sababu kama Ruge alifundisha kitu kimoja, ni kwamba kijana mmoja akiamka taifa zima linaamka. Niliye kusimulia simulizi hii ni mimi Katherini Ngubora. Usisahau kusubscribe kucomment, pamoja na kushea kupitia chaneli yetu. Asante na kwa heri.